Katika video hii tutazungumzia dalili ishirini za UKIMWI, dalili ambazo mara nyingi huanza polepole, lakini zikitokea ni muhimu sana kuzitambua mapema. Tazama hadi mwisho, kwa sababu dalili ya mwisho inaweza kuwa ishara kubwa ambayo wengi huipuzia. Dalili ya kwanza, homa ya ghafla mara tu baada ya wiki moja hadi mbili baada ya maambukizi. Mtu anaweza kupata homa kali, mwili kukusa nguvu na joto kupanda. Hii ni ishara ya mwili kupambana na virusi vipya. Dalili ya pili, maumivu ya koo. Wengine huhisi koo kama limevimba au linawasha sana hasa wiki za mwanzo baada ya maambukizi. Hii mara nyingi huchanganywa na mafua ya kawaida. Dalili ya tatu, kuumwa kichwa. Kichwa kinauma bila sababu maalum, na hata dawa za kawaida haziwezi kuondoa maumivu hayo kwa urahisi. Hii hutokea katika wiki chache za kwanza. Dalili ya nne, upele au vipele mwilini. Watu wengi hupata upele usio wa kawaida kwenye kifua, mgongo au uso. Huonekana wiki mbili hadi nne baada ya maambukizi, na mara nyingine hauna mwasho mkubwa. Dalili ya tano kuumwa misuli na viungo. Mtu huhisi maumivu mwili mzima kama amefanya kazi nzito, hasa sehemu za mapaja, mabega na mgongo. Dalili ya sita, uchovu usio na sababu. Hata bila kufanya kazi yoyote, mtu huhisi hana nguvu, anachoka kila mara na anaweza kulala muda mrefu, lakini bado akihisi kutochangamka. Dalili ya saba, kuvimba tezi za shingo kwapani, au kinena. Virusi vinapoingia mwilini, tezi hizi hufanya kazi kupambana navyo, hivyo zinavimba na mtu huhisi maumivu madogo eneo hilo. Dalili ya nane, kupungua uzito bila sababu. Ndani ya miezi michache, mtu anaweza kupoteza kilo nyingi bila kupunguza chakula au kufanya mazoezi. Hii ni moja ya dalili kubwa za HIV kuingia hatua za kati. Dalili ya tisa Kuharisha mara kwa mara. Mtu anaweza kuwa na tatizo la tumbo linalorudiarudia kwa siku kadhaa au wiki bila maelezo ya wazi. Dalili ya kumi: kutokwa jasho usiku. Wengi husema wanapata jasho jingi sana usiku hadi nguo na mashuka yanaloana kabisa. Hii hutokea hasa katika miezi ya kwanza ya maambukizi. Dalili ya kumi na moja: kukosa hamu ya kula hata chakula unachokipenda kinaweza anza kukuboa na mtu hupoteza hamu kabisa ya kula. Dalili ya kumi na mbili: vidonda mdomoni. Hivyo vinaweza kuwa vidonda vidogo vinavyojirudia, hasa kwenye ulimi, midomo au ndani ya mashavu. Mtu huhisi uchungu anapokula au kunywa kitu chenye chumvi au pilipili. Dalili ya kumi na tatu: vidonda sehemu ya siri baadhi hupata vidonda visivyopona haraka kwenye sehemu za siri jambo linaloweza kuashiria kinga ya mwili kuanza kushuka. Dalili ya kumi na nne. Kukauka kwa ngozi au ngozi kuwa na madoa. Ngozi inabadilika rangi au kuwa kavu sana hasa mikononi na usoni. Dalili ya kumi na tano. Kuongezeka kwa maradhi ya mara kwa mara kama mafua au kikohozi kisichoisha. Mtu anaweza kupata mafua kila baada ya muda mfupi au kukohoa wiki nyingi bila kupona. Dalili ya kumi na sita. Kupumua kwa shida au kifua kubana. Hii hutokea virusi vinapodhoofisha mapafu na mara nyingine inaweza kufikiriwa ni nimonia. Dalili ya kumi na saba. Kuona kizunguzungu au kichwa kinauma kila siku. Mwili unapokuwa dhaifu, mfumo wa damu na ubongo hupoteza uwiano hivyo mtu huhisi kizunguzungu mara kwa mara. Dalili ya kumi na tisa. Fungus au chachu sehemu za siri au mdomoni. Ni kawaida kwa walio na kinga ndogo kuambukizwa fungus kama thrush, hasa wanawake na watoto wachanga. Dalili ya ishirini. Kinga ya mwili kushuka kabisa. Mtu huanza kuugua magonjwa madogo madogo kwa muda mrefu majeraha madogo huchukua muda kupona na mwili kuwa dhaifu pitisha kiasi. Kumbuka, haya dalili haiwezi kuthibitisha maambukizi bila kupima. Watu wengine hawana dalili kwa miezi michache au hata miaka. Njia pekee ya kujua kama umeathirika ni kupima. Usiogope kupima, kwa sababu kujua mapema kuna kuwezesha kuanza dawa mapema na kuishi maisha marefu yenye afya. Kama umeona dalili hizi au una wasiwasi, nenda kituo cha afya kilicho karibu nawe leo.